Sasa nikuombe, Mheshimiwa Mbunge, utueleze nini tatizo hili litakoma hapa kwetu, kwa sababu tulishasikia matafuko mbalimbali bungeni, avidumisho na kadhalika na kadhalika. Sasa utueleze na wewe bugma, tunajua tatizo letu do tatuzi wetu ulipo, utueleze nini tatizo hili litakoma. La mwisho, namba tatu, sisi vijana hapa una kiwanja au una maduka au una nini, lakini mimi nimekuja, ningekuwa na duka nisingeenda kukopa, kama ningekuwa ninge na duka na biashara ningeenda kukopa. Sasa mtaani kwa Mheshimiwa Mbunge, na vijana wanatueleza nini sisi ambao tunataka kuanza, na sisi tunaanza ngazi ya chini kabisa, ili tuweze kujaribu kwenda juu. Asante kwa nafasi ya pekee kabisa ambayo tumeipata. Naitwa Jackson Joseph.

Naomba mheshimiwa, kama sauti yake imekubali ajibu kwanza, halafu nitahama tena kidogo upande huu, tutasikiliza, tutaendelea kama